Pali nipokuwa wamemaliza ninini wamemaliza mambo ya sekondari yale, na hasa inapofikia kwa mfano kuanzia miaka kwa miaka kuendelea, yule ambaye akionekana kwamba maisha anayajua basi, wapo Mungu waweza

imejadiliwa na serikali. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wengine wanakuwa wanaleta na serikali wale ambao hasa jamii watakuwa wamewaokota watoto ambao wasiokuwa na mwelekeo. Wanawaleta katika kama kwa ajili ya malezi. Na serikali kila baada ya wanakuja kukagua kuangalia maendeleo ya kituo kutokana na mambo ya usafi, maendeleo ya watoto, afya zao baadhi yao navkambabaadhiao kama hotk aliyogusa kumwambia rafiki asimtakatia tutu, mimi nitafanya hivi, lakini hawajatimiza wote. Kwa hiyo hawajakatiwa wote, ni baadhi yao. Unajua katika watoto Baadhi ya watoto yani huwa hawakosi kuumwa, yani kuna baadhi ya watoto, wiki haipiti mtu anaumwa. Sasa unaangalia wale ambao mara nyingi wanakuwa gani wepesi kwa hali kama hiyo, lakini hawa wengine wanakuwa hawana shida

Ndugu zangu, hiki ni kikutuo ambacho cha mayatima inauhitaji sana misaada yenu kwa hali na mali, kila mmoja, kila ambacho Allah atakuwezesha, na kuomba kuma. kuma sadaka yako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na Mungu ndiye atakulipa. Kwa namba ambayo inahitaji ni sifuri saba

Iki kituo kipo kuishafika hapa sheri Buguruni, ambapo ndio makao makuu ya msikiti ndio utakuwa umefika kuanjika i kituo kwa kuweza kuwasaidia hawa watu. Ni kituo ambacho kina watoto sitini na tano, ni kituo ambacho kina shida nyingi sana. Tunauomba uisani wa ndani ya nchi na nje ya nchi, tunaomba sana kumaweza kusaidia shaa